Mwisho, rudia, sema utukufu wa mwisho. Wale waliofanikiwa kuwahi asubuhi, nilisoma kitabu cha Mhubiri sura ya saba mstari wa nane inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, na mvumilivu wa rohoni kuliko mtu mwenye moyo wa kiburi. Amen, tukaangalia namna ya mwisho unavyokuwa kwamba mtu hawezi kuwa na mwisho mzuri kama hana roho ya uvumilivu. Amen, amen. Tukaelezana changamoto ambazo zime namna ambavyo Mungu amefanya siku ya leo, namna ambavyo nilikuwa hapa kanisani na maono niliyoyaona hata kabla ya mvua kuja na kile ambacho Mungu alinifundisha kupitia hii mvua amen kwamba kwa mtu ambaye hana uvumilivu ni rahisi sana kusema kwamba leo siendi kanisani kwa sababu ya mvua. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo nikaeleza vitu vingi, lakini sasa twende kwenye kitabu kile cha Hagai sura ya tisa, no, sura ya tatu, kitabu cha nabii Hagai sura ni ya tatu mstari ule ni wa tisa. Mwenye Bibilia anaweza kunisaidia kwa haraka haraka, sitazungumza sana Leo ni, ni kuomba tu kufurika tu kujazwa tu nguvu ya Roho Mtakatifu. Wangapi wamejiandaa kujazwa Roho Mtakatifu? Wangapi wamejiandaa wamekuja na kitambaa leso? Haya, twende Agai mbili tisa inasemaje? Agai mbili tisa inasemaje? mbili tisa hmm. Inasema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Hebu sema utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Ehe. Niendelea. Utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Ehe. Asema Bwana wa majeshi. Ehe. Na katika hali katika mahali hapa. Katika mahali hapa. Eh. Nitapa nitawapa nita nita aman, amani. Ehe. Asema Bwana wa majeshi. Pigie Bwana Yesu makofi. Nilizungumza juu ya kwamba Mungu haangalii mwanzo wa mtu bali Mungu anaangalia mwisho wa mtu. Unaweza ukamdharau mtu leo, lakini mwisho wa huyo mtu ukawa ni mwisho wenye utukufu mkubwa amina. Sema amen, amina. Unaweza ukamwona mtu leo hafai, lakini mwisho ukamwona anafaa amina. Wa, wa, wa, wa ndugu wa Yusufu hawakumwona Yusufu kwamba anafaa, na ndiyo maana wakajaribu kumuua, na ndiyo maana wakamuuza utumwani, lakini mwisho wa maisha ya Yusufu baada ya Mungu kumtukuza anakuwa msaada wa ndugu zake Amina. Kwa hiyo Mungu haangalii namna umeanza. Inawezekana umeanza katika hali ngumu, inawezekana umeanza katika hali ya ugumu Usikate tamaa, usivunjike moyo, Amina. Maana Mungu anasema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Nikazungumza kwenye ile mbili, anasema hivi, na mvumilivu wa rohoni kuliko mwenye moyo wa kiburi. Maanake kwamba heri mwisho wa jambo mtu yoyote, ili awe na mwisho mzuri, iwe ni kwenye huduma kwenye biashara lazima kuna wakati atapita kwenye changamoto. Nikikumbuka zamani tulipokuwa tunapita, kwa mfano kama mvua ya leo, kama tusingekuwa na haya madirisha hapa, ndani pangekuwa pameloa. Bwana Yesu apesifu. Okay. Amina. kwa mfano mvua ya leo mm. kama ingekuwa nile nyakati tumepaua na maturubai, tungekuwa na ibada ya kumaman, kubanana mm. Haleluya! Mungu anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Sikuna mtu ananielewa? Amina. Kuna watu walikuwa hata hawatamani kukaa dirishani maana kulikuwa kuna kero, lakini leo wanatamani kukaa dirishani. Amina. Piga Bwana Yesu makofi. Amen. Anasema mvumilivu, kama sio uvumilivu kile unakuta unafanya huduma unaenda Mungu, au kuniita makanya au niondoke makanya, lakini Mungu anakuambia hapana, baki. Inahitaji nini? Uvumilivu. Unakosa hela, hauna chakula, unapita una kwenye wakati mgumu, sa ingine watoto wanarudishwa shule, hawana Mungu, hivi umeniita, lakini Biblia inasema na mvumilivu. Manake lazima mtu ambaye anataka kuwa na hatima yenye utukufu mkubwa, lazima awe na roho ya uvumilivu, na hauwezi kuona faida ya mtu kama hautakuwa na uvumilivu naye. Vumilie tu wala. Kuna msemo unasema, usimkatie mtu tamaa Amina. Haleluya! Amina. Mpe nafasi Amina. Mpe nafasi mwombee labda liwe gumegume lililowashinda mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hagai anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Natamani na leo maombi yako, ibada yako, utoaji wako, kila kitu cha kwako kiwe kikubwa kuliko mwanzo. Amina. Mpigie Bwana Yesu makofi. Unaposifu sifu kweli, unapoomba omba kweli, maana Biblia hainiambii kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mdogo hmm. Haijaniambia hivo aaaaaab haijaniambia. Haijaniambia mimi, imeniambia utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza Amina. Na utukufu upi wa nyumba hii namna na tutakavyoanza, ndivyo tunavyojitabiria juu ya elfu mbili na ishirini na sita Nikaandika kwenye status: viongozi wa kanisa la Calvary 2026 mjipange. Amen. Mjipange maana nitatembea nje ya muda, yaani nitatembea nje ya nini, ya muda. Sema amina. Amen. Kama ni saa tano kamili mi niko saa tano na dakika mbili, manake niko nje ya muda. Maana una unawahi. Muda ni mchache, muda ni mchache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda ni nini? Ni mchache. Hakuna wakati wa kupoteza hakuna wakati wa kusemana, hakuna wakati wa kusengenyana, hakuna wakati wa kusodoana, ni wakati wa kuifanya kazi ya Mungu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Mshindi huwa anaonekana mwisho wa mashindano. Mshindi yoyote anaonekana mwisho wa mashindano. Hakuna mshindi ambaye anaonekana mwanzo wa shindano. Mpira tu ndio unaanza unasema mimi nishashinda, mpaka dakika tisini ziishe ndio utaonekana kwamba umeshinda au haujashinda au, mpaka kama ni pambano la ngumi, mpaka liishe ndio utaonekana umeshinda au hujashinda. Hata ni mtihani, mpaka ufanye mtihani, matokeo yarudi, yakisha rudi kama umefaulu sawa, ndio tutajua umeshinda au hujashinda. Kwa hiyo mshindi yoyote anaonekana mwisho wa shindani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mshindi huyo ni wewe, hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Amen. Na Biblia inasema baada ya ushindi, basi Mungu baada ya kushinda, yaani ukishashinda jaribu fulani, basi utukufu wa Mungu unakufunika na ule utukufu unakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Amen. Amina. Inawezekana mtu wa Mungu umekuwa na ibada za mazoea, jumapili za mazoea. Hapana, ondoa hiyo kitu Achana na hiyo, atamani upako wa leo usikupite. Tamani, amina. Moto wa Roho Mtakatifu leo usikuache. Jina la Bwana libarikiwe. Wakristo sema amina. Eme. Imba kama hautaimba tena, amina. Omba kama hautaomba tena, amina. Bubujika kama hautabubujika tena Eme. Fanya kama hautafanya tena. Haijalishi kwamba ni vipi, toa kama utatoa tena. Aleluya! Bwana Yesu apesi, Amina. Na leo sadaka tutazitoa kwa namna ya jamu, tutamsifu Mungu sawa. Wakati tunamsifu Mungu, tunapoenda kuomba Roho Mtakatifu akisha flo utakuja, utatoa sadaka yako hapa hapa hapa ambapo hapa, hapa Esther alisema <laughs> Amen. Amina. Utaidondosha hapa yanataka, pabana utajibinyiza, benyeza tuko utapita uta, utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa okay. Kwanza baada ya kumsifu pale Roho Mtakatifu akisha shuka, eu Hallelujah. Amina, haleluya, amina. Tusimame kwa miguu. Karibuni praise.